Ana mahusiano na huyo binki alivyomfuata hivyo na yule mwingine ambaye sasa ni mtuhumiwa, na yeye kumbe ana mahusiano. Basi ikatokea sura hiyo, ikaonekana kwamba sasa vijana hao badala ya wao kuchukua maamuzi mengine wakaamua kugombana wao kama wao na kufikia hatua ya mauaji. Alimkuta akiwa na simu ya huyo mtuhumiwa ni ya, ni ya, ni ya kijana huyo ambaye sasa ni rafiki yake na huyo binti ambaye kwa jina mimi sijaweza kumjua. Nadhani kubwa lilikuwa ni mahusiano kati ya yeye na binti moja, alikuwa amemnyang'anya simu ko kwa binti. Kwanza aliniambia kwamba nimenyang'anywa simu na, na huyu marehemu. Kwa hiyo yeye na rafiki yake walienda pamoja na mimi kwenda kujaribu kuona kwamba hiyo simu inarudi, lakini baada ya mimi na huyo huyo huyo binti na huyo boyfriend wake mwingine ambayo ndio aliyesababisha ili tatizo, alisema kwamba e haju ha? chochote. So mimi kama babu niliona kwamba isiyo shida, nilimwambia binti wana, kwa sababu wa amekataa, basi twende e, twende hiyo simu itakuwa pesa kidogo tu kwa mimi nilirudi nyumbani kwangu. Baadaye sasa, baada ya kurudi kwangu, nimepumzika, nikaja tena kuitwa, kaja kuitwa kwamba babu, mambo ana yanaendelea kuwa magumu. Kwa hiyo nilienda tena, ndio nikashuhudia kwamba wanafanyaje, hayo matatizo yanaendelea ya, ya. Lakini kama jirani, tulipiga kelele, watu wengine wakaja tayari, bwana akawa ameumizwa. Taarifa mimi nilipigia simu

kashono kasono. Baada ya vijana ni mdogo sana anategemewa, amewaacha wazazi. Uzembe tu, mwenyekiti amesema hapo, inamuumiza. Unakaa na vijana wenye miaka ishirini na moja ishirini na mbili ukikaa huku jioni hapo, wote wananyosha unga. Kama ni uongo mniambie. Sasa tunakwenda wapi? Mimi nisipoteze muda, Baba Baruko amesema, kwa mwenyekiti amesema hawa watatusaidia watu wa usalama. Na askari kata hapo, mimi nitaambia mwana sheria, kwa niaba ya jeshi la polisi mkoa wa Manyara, kwa niaba ya Fadhi Rafsi, lakini kwa polisi ndani tumesikitishwa sana na tukio hili. <coughs> Sisi kama polisi tunashughulikia kwa karibu sana hili hili, hili hili, tukio na tunaamini taratibu zitakamilika si muda mrefu na tutapata matokeo na tunaamini atakuwa ni matokeo yatakao ridhisha pande zote wale kwenye kwenye hili tukio. Sheria inakataza kuondoa hai uhai wa mtu, lakini pia sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu aliyeondoa uhai wa mwenzake kiwalisei. Hii hii kata ya Gendi ilikuwa na changamoto nyingi sana za uhalifu wa namna hii, sio la kwanza. Mimi bahati nzuri na muda mrefu ndio kwenye hii wilaya lakini hii kata ya Gendi lakini pia na maeneo ya Maraga ikaa changamoto za, za, za matukio yasiyopendeza.